Hey, la mama, vipi mshikaji wangu? Kabisa. Naona kitu cha Pasaka nini? Eh. Umetulia, naona kuku hapa kabisa, naona kuku ametulia. Karibu mama, la mama madharao kuleta tena mshikaji wangu, hujaenda kitu cha Pasaka kabisa hii